Leo ni siku ya Ijumaa ya tarehe Disemba 5 mwaka wa 2025. Haya ni matangazo yetu ya asubuhi. Katika yale tumekuandalia mtazamaji pia msikilizaji, tunakwenda kuzungumza kuhusu yale ambayo yanajiri mitandaoni haswa yakielekea mapambano bahina ya jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo FARDC na washirika wao wazalendo kama vile jeshi la Burundi na hiyo ni baada ya mapambano yaliyozuka tarehe Disemba 2 mwaka wa 2025, pale M23 na washirika wao RDF, jeshi la Rwanda, kama vile AFC waliposhambulia ngome za muungano huo wa jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo FADC, jeshi la Burundi, kama vile wazalendo, sehemu za Katogota, naho wakajibu kwa mashambulio hayo na kuwasukuma wakiwafata hadi Uh, maeneo ambako hawakufikiria watafikishwa. Tunakwenda kuzungumzia karibia mada mbili muhimu na mzito, na ambayo hivi sasa inachanganya watazamaji pia wasikilizaji, haswa wakahaji wanaoishi maeneo hayo, haswa wale ambao wanapendelea kujua wa bayana ukweli wa mambo jinsi ulivyo katika maeneo ya mapambano, tukichukulia maeneo ya wilaya ya Walungu kwazi wilaya ya Walungu, kama vile wilaya ya Uvira na sehemu za zingine kama vile Kabare na penginepo. Hapa kuna uvumi unaosema kwamba jeshi la taifa ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kupitia uongozi wake wa mkoa, huko mkoa ni Kivu ya Kusini, wameamuru wazalendo wote wanaopatikana kwenye uwanja wa vita kwenye mtandao wa barabara ya taifa namba tano kutoka sehemu za Bukavu huko, tukichukulia haswa Ngomo, Kamanyola, Katogota, Luvungi, Rubarika na kuendelea, waondoke waache barabara hiyo waiachie jeshi la taifa FARDC, nao wapande milimani. Hizo ndizo habari zinazosambazwa kwenye mitandao ya kijamii kwamba uongozi wa kijeshi kwenye jimbo hilo wamehamua wazalendo waondoke waende milimani na wahachie wao barabara kupigana. Na ikumbuku hapa kwamba wazalendo waliweka ukuta kuzuia kuendelea kusonga mbele kwa M23 na washirika wao ni hapatao miezi minane hivi sasa. Je, habari hizo ni za kweli au la? kwenye udu nyingi zinazosambazwa na ambazo husukumwa na watu wanao itakuwa kuwa askari jeshi wanaopatikana kwenye uwanja wa mapambano pamoja na maandishi mengine, imesemeka kwamba mara wazalendo waliposonga mbele kuingia kudhibiti Katogota, kuingia Kamanyola, kuna baadhi ya wazalendo ambao kutokana na asira kubwa walitamani waingie hadi nchini Rwanda na huko ni kuendesha maafa au madhara, kwa sababu huenda katika kuingia kwao kungeshuhudiwa uporaji labda na mauaji ya raia wasiokuwa na hatia yoyote, na nukuu habari zinazosambazwa kwenye mitandao. Lakini vivyo hivyo hizo habari zimesema uongozi wa kijeshi katika maeneo hayo ulihamua au uliwakataza wale wazalendo, wale baadhi ya wazalendo waliokuwa wenye asira na ambao walitamani kuvuka mpaka waingie Rwanda kuwaeleza, hapana, tungali na malengo ya kururusha adui maeneo haya, muda wa kuingia Rwanda bado, na ikiwa itafika muda mwafaka, basi kila kitu kitaendana na nyakati. Kutokana na hali hiyo, kukawa mvutano kati ya wazalendo wanaotamani kuingia Rwanda na wale FARDC ambao wamekataa na kuzuia wazalendo kuingia Rwanda. Hivyo ndivyo habari zilivyosambazwa kwenye mitandao ya kijamii. Sasa ukweli ni upi? Kuna habari kutoka wazalendo wanaosema wao wanadhibiti Kamanyola. Kuna video zilizosambazwa, kuna picha zilizosambazwa, wote wakiwa kwenye mnara unaopatikana pale uliojengwa na Mobutu Sese Seko Kuku Ngwendu wa Za banga wakati wake. Hao ni wazalendo. Kuna vile video inayovuma na kurushwa ambayo ni kiongozi wa mtaa mdogo wa Kanyabayonga ambaye naye vivyo hivyo anapatikana kwenye mnara huo huo akisema kwamba ni wao wanaodhibiti Kamanyola, wala wazalendo hawapo sehemu hiyo. Sasa ukweli ni upi? Tukubali nani? Sisi wengine waandishi wa habari na ninyi wanaotusikiliza na kutufata, lakini kufatana na hayo yote mengi, ukweli sijui niseme nini, unakwenda kuuvumbua katika mahojiano yetu haya ambayo tumeyafanya na kiongozi huyu kwenye maeneo hayo ya bonde la Ruzizi, na kualika waandamane nasi tangu mwanzo hadi mwisho. Lakini wewe ambaye bado hujasubscribe, tafadhali huu ni muda wako, karibu. Lakini kabla tufike kwenye mahojiano yetu, tufuate kwanza video hii inayozungumzia kuhusu hali ya mudaka au eneo la mudaka au kijiji cha mudaka baada ya mapambano makali baina ya M23 na wazalendo kwa sasa, nani wapo Mudaka? Tufate kwanza hii baadaye, tunasikiliza mahojiano yani, tunayoyafanya na kiongozi huyu wa wazalendo katika maeneo ya bonde la Ruzizi, wazalendo wa bote. No, wanasema ni wazalendo wa Mudaka, ndiyo ni wazalendo wa Mudaka.

Hapa tuko Mudaka, tuko Mudakauka, biro ya soko hii. Biro ya soko ya Mudaka hii kabisa, hakuna probleme. Hakuna probleme, wazalendo ndio wenye wako Mudaka kwa saizi, wazalendo kabisa. Biro ya soko hii wazalendo wako pale kabisa courage. Courage kabisa, na amine, kila mmoja amejisikilia sasa, twende na kwenda kujiunga na kiongozi huyu wa wazalendo maeneo hayo ya vita. Karibu watazamaji, karibu wasikilizaji, moja kwa moja tunakwenda kwenye mahojiano yetu. Tunashukuru Mungu kwa kuwa tuko hai, sijui labda za kwako, uko salama kabisa? Asante sana kiongozi, tuzungumzie kuhusu fununu zinazosikika na ambazo tayari zimeleta wasiwasi miongoni mwa wakahaji haswa wale wanaoishi kwenye mtandao wa bonde la Ruzizi, tukichukulia Kamanyola hadi Uvira. habari hizo zinahusu wazalendo na washirika wao FARDC. Hivi sijui una habari kuhusu mvutano ambao unaripotiwa na kuzunguhuka kwenye mitandao ya kijamii kati ya FARDC na washirika wao wazalendo ajaribu kutupa uh, picha mvutano huu uh, unahusu nini haswa? Mvutano bwana mtangazaji, mimi nawaza nilisema kama watu siasa yenyewe natubika sasa, tunapigana vita kwa mambo mengi sana. Bwana mtangazaji, kuna watu wengi ambao wanaendelea kutangaza aza za kusambaza habari za uongo mtupu. Sisi na FRDC na jeshi ya Burundi hakuna mvutano ambao tuko nao kwa sasa, ila tu tuko umoja wenyewe tunajiunga ili kupambana na wale ambao wanapenda tu kutunyang'anya nchi. Mm-hmm. Ndiyo, ndiyo. Habari zinazosambazwa kwenye mitandao ya kijamii na audio ambazo zinazunguhuka kama vile maandishi, imedokezwa kwamba wakati m23 afc rdf jeshi la rwanda walipochokoza muungano wa jeshi la jamhuri ya kidemokrasia ya congo frdc jeshi la burundi na wazalendo siku ya jumanne tarehe disemba 2 mwaka huu wa elfu mbili na ishirini na tano na wakati muungano huo wa jeshi la taifa frdc walipojibu kwa mashambulio kutoka upande wa adui waliwasukuma nyuma na kuwafata wakishika moja kwa moja Katogota kuendelea hadi Kamanyola. Lakini yawezekana walipowasili Kamanyola, wazalendo walikuwa na hasira kubwa, na kutaka waingie moja kwa moja wavuke Bugarama, waingie na kuendesha labda vitendo visivyostahili. Nasema labda. Yaani hapa sina uthibitisho wowote, lakini jeshi la taifa FRDC hawakutaka hilo liwe hivyo. Sasa ikapelekea wakati FRDC inakataza wazalendo kuvuka mpaka kutokana na hasira, ili kwenda kusumbua eneo lingine, haswa upande wa Rwanda, wazalendo labda, baadhi ya wazalendo hawakufurahia hilo na ikapelekea mvutano kati ya FRDC na wazalendo, yaani siyo kusema FRDC na wazalendo kwa upande wao waligombana au kutokuelewana kwa hali ya umoja upande wao, lakini ni ile wazalendo kutaka kuingia Rwanda na FRDC haikutaka hiyo. Sijui wewe habari hizo unazo. Ikiwa ni hivyo, jaribu kutupa picha jinsi ilivyokuwa, na ikiwa siyo hivyo jaribu kuangazia watazamaji pia wasikilizaji wa Kuna Nini News wapate kufahamu ukweli wa mambo. Karibu kwa mara nyingine tena, asante sana bwana mtangazaji. Neno ninaweza penda kukuambia bwana mtangazaji, kwa kuambia watu ni ile ile, niendelea kukuambia na yenye nitaendelea kukuambia tena na tena, kwa sababu kwa sasa tunapigana na mambo ya kimtandao ambayo inaendelea kuzusha mambo mengi mengi kama unaweza kumbuka, kuna mambo mengi maudio mengi na mambo mengi ambayo inaendelea kusambazwa kama sisi hatuko Kamanyola. Wakati sasa tena wanajirudia maneno ya wewe wenyewe kwa wenyewe, wanaanza kuzusha mambo mengi. Sasa sisi na efandise tunaendelea tena kuzozana, hiyo ni mambo ya uongo kabisa, hakuna kitu. Nilikwambia juzi kama kenye tulifanya ni juu tuwache mawasiliano ya Rwanda na Kamanyola tulivunja kabisa ukuta ili tubakie, kila watu wabakie ngambo yao. Hasa wakati tulivunja, wao wale walipita wapi na kwa nini? Tungeli kuwa tuko na ile mawazo wa moja wavuke wengine, hatuko. Kwa hiyo nilikwambia jana, tulishinda tuko mkazi ya kusaka kabisa ngomo kuingia Bukavu, hiyo ndio kazi. Hapana, hiyo wanaozusha ya kusema kwamba sisi tunaendelea kuzozana. Hata kama mizozo kuja kwa masemi, hata kama mkugombana kwa kusema, inaleta mizozo na inavunja nguvu kabisa. Hiyo ni mambo ambayo wanaozusha ili kutuvunja nguvu ambazo tuko nazo. Kama unakumbuka, siku tulifika Kamanyola, wengi walizusha habari za uongo za kusema kwamba mkubwa ambaye anakusimamia wa FRDC alifika pale na kukataza sisi tusikale Kamanyola, tuwaachie pale, sisi turudi nyuma. Hiyo mambo ya uongo ya uzushi, wakati yeye mwenyewe mkubwa ndio mwenyewe mwenye analeta vyakula vya watu kula na mambo mengi. Bwana mtangazaji, inaendelea kuleta asira sana katika watu ambao wanaozusha hiyo mambo. Tena wanaozusha ni sisi kwa sisi, wakongomani ikiwa ni wakongomani kwa wakongomani, inamaanisha kwamba kuna wale ambao ni wasaliti upande mmoja, au labda wakawe ni vyombo vya habari vinavyoegemea upande wa kushoto, yaani upande wa adui labda, au tu ni kuona hilo likitokea ni kuvunja nguvu za maridhiano na mshikamano kati ya wazalendo Unaona bwana mtangazaji, kama ingelikuwa ni vyombo vya habari, kwa nini wangejua mambo inaendeka fasi kisha waanze kuitangaza? Hapana, ni wale ambao wanao wanaoishi ndani yetu kwa kujua mambo ambayo inayoendeka, ndo wanaozusha mambo kisha wafanye mambo inayofanana na kweli, wafanye mambo ya ukweli waigeuze kuwa uongo, mei itakuwa inafanana na hiyo hiyo ukweli yaani watazamaji pia wasikilizaji wa Kuna Nini News. Wale walio waaminifu wa chaneli hii ambayo inajitahidi kupana habari za ukweli na mwangaza, wahisi kwamba yale yanayotangazwa kwenye mitandao na ambayo yanasema Jenerali Amuli Chiviri aliamuru wazalendo watoke kwenye uwanja wa vita, haswa kwenye mtandao wa barabara ya taifa namba tano kutoka Kamanyola, Bukavu Kamanyola hadi Uvira ili wazalendo waache e, yani, mapambano watoke kwenye uwanja wa vita na waelekee milimani. Hizo habari hizo ni habari za uongo, uzushi, au tu labda uh, kuleta hofu miongoni mwa wakahaji na kupelekea wakahaji wawe na wasiwasi kwamba mambo yanakwenda kuharibika, wakati ni uongo mtupu. Ukweli ni tofauti na ukweli ndio huo, unaoueleza na habari hizo labda ni kutoka upande wa adui. Wakahaji wa maeneo hayo wafahamu hilo bayana, si ndio? Ndio bwana mtangazaji, tunaona hiyo mambo kabisa. Yote yenyewe wanasema ni uzushi mtupu. Je, yeye ndo atatukataza sisi wakati mkubwa wetu mwenyewe anatusimamia, ndo alituomba sisi na akatupa jina ya uzalendo ili tutetelee nchi yetu hasa. Yeye tena ndo atakuya tukataza, tukataza kufanya kazi? Ulishaona wapi bwana mtangazaji? We ungali unagombana na mtu mwenyewe, mko mnagombana, hamuyamaliza kugombana, kisha uanze kusema we, mwache, mniachie mimi, mi ngombane. Ulishaona hiyo wapi? wakati tunafanya hiu moja kwa wale wote wenyewe wanajitoa ili tusipane hata nusu ya udongo wetu wa Kongo, sisi ndio maana tunajitoa kufanya kazi. Asa, tena, hiyo kazi hasa wapu utaona tena mtu mwingine anaweza akafanya hiyo mambo, ni mambo ya uzushi mtupu, hiyo mambo ya uzushi kabisa. Ikiwa wasiwasi uliingia mwingi, ni kwa sababu hayo ndiyo yaliyoshuhudiwa katika sehemu zingine mkoani Kivu ya Kaskazini. kazi wakati mambo yaliporipotiwa hivyo ikapelekea vitongoji vijiji miji kuanguka na wasiwasi ikaingia, wasi miongoni mwa rahia. Lakini kwa bahati nzuri, kupitia mahojiano yetu haya itapelekea wakahadi kuwa na utulivu, wakiamini kwamba kazi inachapwa kama ilivyo na jeshi la taifa FARDC, pamoja na washirika wao wazalendo na jeshi la Burundi wanachapa kazi kwa umoja kwa lengo moja la kuhakikisha kwamba wote kwa nguvu moja wamepiga au wanazuia adui kuendelea kusonga mbele. Ndiyo kabisa, ndiyo hiyo mambo kabisa vile ndiyo, ndiyo ilivyo, kwa sababu mambo ambayo wanaendelea kufanya ni ya kutia uhofu katika rahia ili wapate penya na wapate kupata nguvu na wapate kutugawanya, ili nguvu zipate kupunguka, lakini ka... wakati tunaendelea kuambia watu ukweli, hiyo tasaidia kabisa na kujua kwamba tumejitoa kufanya kazi. Waswahili usema umoja ni nguvu na matengano ni udhaifu. Naamini labda hiyo ndiyo adui wanataka kuwe matengano, ili muwe wadhaifu na vile vile wakahaji, wavunjiki mioyo. Asante wakahaji, haswa watazamaji pia wasikilizaji wa Kuna Nini Nuze wanatusikiliza muda kama huu, twende kumalizia na habari za vita kwenye uwanja wa mapambano, sehemu za Ngomo. Hali ikoje na ujumbe gani ulionao kuhusu wakahaji wote wa maeneo hayo ya mkoa wa Kivu ya Kusini, nao jambo ya kumalizia ya kuambia wakaaji wa kwamba watulizane, wasikuwe na hofu sana, kwa sababu sisi tumejitolea kufanya kazi na kuna wengi wamepata mambo mengi ambayo habari wamezipata za maboti za kuleta wale wanyanguzi ile wale kutunani na waza hiyo, mambo ilizuka sana kwenye mitandao jana magharibi napenda kuwaambia kwamba watulizane. Sisi tulisema hata wakuye mamia na mamia, tupo eh, tupo na hao hao, wanaendelea kuzusha hiyo mambo ili kuogopesha tu watu na kusukuma mambo yingine ya kuwaogopesha, ila wasiwe na wasiwasi, siye kazi tunaendelea kuchapa mbele. Oh, yaani tayari na nyinyi mmepata habari hizo kwamba kuna meli boti sijui mashua zinazotoa askari wapiga kumrazi, wapiganaji wa M23 kutoka Goma kuingia Bukavu ili e, waende kuongeza nguvu za wapiganaji wao wanaopatikana kwenye uwanja wa mapambano baada ya kichapo walichokipata Katogota na na Kamanyola. Hizo habari tayari mko nazo kwa leo? Tunazo tunazo kabisa, ila kuambie kabisa, wasiwe na wasiwasi, sie kazi ni mbele, kazi haiko kuru, kurudi nyuma hapana. Hivyo oh, unavyoongea inanikumbusha kauli aliyoitoa hivi jana hivi majuzi, Komanda William Amuri ya Kutumba akisema habari wanazo kwamba au, wapiganaji wanaongezeka au wanaongeza idadi yao ili kwenda kushambulia maeneo hayo akimalizia kusema waje wanawasubiri kwa hamu, lakini akamalizia kusema endapo watasubutu kukanyaga Luvungi hawatasahau. Ni kauli yake aliyosema, hawatasahau. Na ninyi mnasema hivyo kwamba mmesikia habari wanakuja, lakini mnawasubiri kwa hamu, si ndi, ndio, ndio? Basi kiongozi hacha, Kuna Nini News ikushukuru kwa muda wako na kwa niaba ya watazamaji pia wasikilizaji wote wa chaneli hii tunasema asante na Mungu endelee kukubariki kwa kutujuza zaidi, hasa kuangazia watazamaji na uh, wakaaji wa maeneo ambako kunaendeshwa vita. Asante na wewe.